Karibu tena mtazamaji wa YouTube chaneli hii ambapo tunajifunza mambo mbalimbali mbali kuhusu mahusiano. Leo tunaangalia mbinu tofauti tofauti ni namna gani ambavyo unaweza ukaomba msamaha. Mbinu zipi ambazo uweze kuzitumia ili uweze kumuomba msamaha mpenzi wako. Na mbinu ya kwanza, ukishagundua kama wewe umeshamkosea mpenzi wako, kwanza kuwa mkweli kwake. Inauma sana pale ambapo uh, mpenzi wako anaambiwa kitu ama anaambiwa ukweli wa tatizo ama wa changamoto au wa kitu chochote na mtu mwingine ambaye yuko nje ya mahusiano yenu. Kwa hiyo ni vyema na muhimu sana we ukishatambua ya kwamba umemkosea mpenzi wako, basi kuwa mkweli tu, mwambia ule ukweli, bwana, mimi nime kweli nimekosea, ni na ukubali kosa lako, kwamba kweli umemkosea na ukubali kosa kwamba ulikosea na ukutarajia ama ukupanga kuweza kumkwaza ama kukosea. Kwa kitu cha kwanza, jitahidi sana kuwa mkweli katika kile ambacho umemkwaza, lakini aa, ukubali kosa ambalo umeweza kumkosea mpenzi wako ama mtu wako wa karibu, mumeo mkeo. Hiyo itakusaidia sana kutumia mbinu hiyo katika kuomba msamaha na inastawisha pia mahusiano. Mbinu ya pili ulishatambua na umesema ukweli, omba msamaha kwa dhati. Unajua, ubabe, msamaha kwa dhati. Kwa dhati unajua ee, umeshamkosea. Sasa usitumie ubabe, omba msamaha kwa dhati kwamba bwana ee, kweli mimi nilikosea, ninaomba unisamehe na ninamaanisha kabisa, sitarudia na uonyeshe njia ya kujirekebisha Unajua, kuna ule mtu ambaye amekosea kweli, lakini anajaribu kutumia nguvu ama analazimisha ule msamaha, si nimekukosea, sasa si unisamee, pole, hmm? Nimeshaomba msamaha, nisamehe basi. Hapana, omba msamaha kwa dhati, wakati huo uonyeshe kwamba kweli <clears throat> unajirekebisha. Unajua eh? Sio naomba msamaha huku natarajia tena kesho kurudiwa kukosa, utakuwa hamna unachokifanya hau, hautengenezi mahusiano yenye afya, haujengi mahusiano yako. Kwa maana hiyo, ukishatambua kosa lako, basi omba msamaha kwa dhati, na usifosi kulazimisha kwamba bwana, nisamehe si nimesha kuomba msamaha. Hapana, omba msamaha kwa dhati. Lakini pia, mbinu nyingine ya tatu, mpe muda, kwa sababu umeshamwomba msamaha mpenzi wako, mtu wako wa karibu, usilazimishe akusamee papo hapo. Mpe muda wa kuweza kutafakari kuweza kufikiria kuchanganua mbivu na mbichi. Yeye mwenyewe atakapokaa vizuri, atarudi kwako, atakusamee. Hasira zake zitakapokuwa zimemuishia, bila hata usumbufu, bila hata kunanilii, yeye mwenyewe ataamua kukusamee. Lakini uh, Usitake sasa, kwa sababu umeomba msamaha leo unataka usamehewe leo leoleo. Hapana, kuna watu wana hasira, anakaa na hasira hata wiki eh. Amekasirika tu anajiuliza, kwa nini hivi, kwa nini vile, mbona imeenda ikarudi ikashuka ikapanda. Kwa hiyo unapomkosea mpenzi wako na ukaomba msamaha, basi mpe muda kwanza kuweza kutafakari kufikiria kwanza hayo yaliyotokea lakini kufikiria pia na huo msamaha wako. Lakini mbinu nyingine ya nne ni kufanya kwa vitendo. Wewe umeshaomba msamaha umeshampa nafasi ya kutafakari, sasa kilichobaki ni kufanya kwa vitendo kwa maana gani? Uh, unajua kabisa huyu mtu wako kuna vitu ambavyo anavipenda. Kwa maana hiyo, usipigizane naye kelele wala usibishane naye, cha msingi wewe mwandalie chakula anachokipenda Hmm, unajua kabisa anapenda kitu hiki, anapenda uh, chakula fulani. Mwandalie chakula anachokipenda anaporudi kazini, ama ambapo unaenda kumuona basi unenda na kitu kile ambacho anachokipenda, ama munulie zawadi. Unajua mpenzi wako anapenda vitu gani, kwa hiyo mtafutie zawadi nzuri ambayo itamfanya kweli aone, ni kweli huyu mtu amenikosea, lakini anajaribu kunirudisha katika hali yangu ya kawaida kwa kuonyesha kwa vitendo, anakuja na zawadi, anaandaa kile kitu ambacho nakipenda. Kama mnaishi wote, tengeneza hata mazingira ya chumbani vizuri. Mwanaume anapokuja, basi angalau chumbani akuta kuna tofauti na siku zingine, kweli ahisi kwamba da, hapa kuna kitu cha tofauti kimefanyika. Sio we unaomba msamaha alafu umekaa tu, hapana. Jitahidi sana kuomba msamaha kwa vitendo, kwa tofauti, ili hata yeye kweli aweze kuona kwamba hiki kitu ambacho nime nime nimekosewa nime, nime nime anakijutia huyu mtu, hajafanya kwa makusudi, ni kweli ni bahati mbaya, na ndio maana ajaribu kutafuta namna ama njia tofauti tofauti za kuweza kusuruhisha mm. Lakini mbinu nyingine mtumie ujumbe mzuri, mtumie ujumbe mzuri wa kumwomba, kujitahidi kuomba msamaha, mwandikie barua nzuri, gazeti, unajua kuna yale magazeti fulani hivi E, yenye maneno mazuri. Sasa sio ya kufusi, lakini unaweza ukatengeneza ka clip fulani hivi kazuri, afu kamtumia ambako kana mzungumzia yeye mazuri yake, yani mwonyeshe ama mwonyeshe mazuri yake ambayo amekisha kukufanyia wewe, yani mkumbushe, tulikuwa hivi, tumetoka hapa, kuna mambo haya na haya tumefanya. Kwa nini tumefikia huku? Kwa nini usinisamehe? Kwa nini tusiendelee pale tulipoishia? Yaliyopita tuyasahau. Kwao tengeneza mazingira ya kumwonyesha mazuri yake tu. Eh, usianze kumlaumu oh, hata wewe sijui nini, kwa nini nakuomba msamaha au nisamehe hii sijui nini. Hapana, tuma ujumbe mzuri. Mbinu mm, moja wapo muhimu sana hiyo. Tafuta clip moja nzuri, unaweza ukawatafuta wataalamu akakutengenezea clip moja nzuri ukamtumia, ambayo inaelezea mazuri yake, lakini pia kuomba kwako kwa msamaha. Mbinu nyingine ya sita: epuka sana kutuma ujumbe mara kwa mara tena, wenye malalamiko maneno. Unajua, kuna ile kwamba umeshamtumia message, umeshatafuta namna tofauti, lakini mtu bado hayuko tayari kukuwa karibu na wewe, basi unakuta umeandika magazeti hayo e, kila dakika, ina maana ndio tayari kumsamehe kila dakika i e, ulikuwa na mtu wako tu, ulikuwa tafuta kutumia mbinu hizo kwa sababu unaendelea kumpoteza yule mtu, sio ndio unamrudisha. Hapana, ukiendelea kutumia jumbe za kuweza kumkwaza za kila mara, unapotuma haijakaa sawa. Umepiga simu dakika kumi nyingi, umetuma ujumbe, hujatulia tena ujumbe mwingine, simu, mara umbadilishie namba, mara sijui utumia ndugu yako, rafiki yako. Hapana, hiyo sio mbinu nzuri ya kuweza kuomba msamaha kwa mpenzi wako. Tuma ujumbe usipojibiwa, tafuta namna nyingine nzuri, lakini usiendelee kumtumia jumbe za kumkera. Kwa nini unataka kujibu message? kwa nini umpokee simu? utakuwa unafanya nini? Labda ulikuwa umeamua kufanya moja mbili tatu. Hapana, acha na hizo njia, kwa sababu mbinu hizo zitaendelea kukupotezea muda ama kumpoteza kabisa, an yani kumpeperusha yule njiwa wako, badala ya kumsogeza karibu, kwa mbinu hizo za kuweza ku sema maneno mengi sijui nini sitakufanya, uweze kumpeperusha njua aende mbali badala ya kukusogelea kuja karibu yako. Mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kumfuatilia youtube channel hii, usiache kusubscribe, kucomment na kulike, lakini pia kubonyeza hiyo alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuona video nyingine inayofuata. Jina langu ni Diana Lupi, tukutane tena wakati ujao kwa chochote ambacho unataka kushia na mimi, ushauri ama maoni, basi unaweza kunitafuta kwa 0716075962, 0716075962. Asante na kwa heri kwa sasa.